Hali kadhalika, kwenye mazungumzo yetu leo tumebaini kuwa pamoja na uhusiano mzuri wa kihistoria uliopo baina nchi zetu, ushirikiano wa kiuchumi kati ya Tanzania na Namibia bado ni mdogo na unahitaji kukuzwa. Licha ya kiwango cha biashara kati ya Namibia na Tanzania kupanda kutoka shilingi bilioni 17 hadi kufikia shilingi bilioni 20 kati ya mwaka 2019 na 2023 bado kuna fursa nyingi za kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo katika mazungumzo yetu tuliziangazia hizo fursa ambazo tunaweza kuzitumia na kukuza mahusiano ya kiuchumi baina ya nchi yetu. Tunafahamu kwamba kuna wafanyabiashara wachache ambao wanafanya biashara Namibia vilevile vile kuna wafanyabiashara wachache, wawekezaji wachache ambao wamewekeza ndani ya Tanzania. Kwa hiyo tumekubaliana kuangazia eneo hilo, lakini vilevile nimetoa wito na kuwaalika wafanyabiashara na wawekezaji kutoka Namibia kushiriki katika maonyesho ya biashara ya kimataifa ya sabasaba mwaka huu, ili waje kuzungumza na wenzao na waone Uh, vipi wataanza ushirikiano na ni maeneo gani wanaweza wakashirikiana. Aidha mamlaka husika za uwekezaji zinapaswa kuendelea kuratibu makongamano ya biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Namibia ili kuhamasisha matumizi ya fursa za kikanda katika soko huru la SADC na soko huru la Afrika. Kwa upande wetu Tanzania, tumependekeza kuangalia maeneo ya ushirikiano Um, na katika maeneo ya uongezaji wa thamani za mifugo, uvuvi, lakini pia katika sekta ya utalii ni maeneo ambayo tunaweza tukashirikiana vizuri. Lakini kubwa tumeomba kujifunza kutoka wao hasa kwenye sekta ya mifugo, sababu Namibia ni wauzaji wazuri wa nyama ulimwenguni, kwa hiyo tumeomba kujifunza kutoka wao. Katika sekta ya gesi na mafuta na kwenyewe tumezungumza ushirikiano, sababu nchi zetu zote mbili ni nchi zenye gesi nyingi, na wenzetu Namibia wameanza kuona mafuta. Kwa hiyo hilo pia ni eneo jingine, mashirika yetu yanayohusu yanayoshughulika na gesi na mafuta yaweze kushirikiana na tuone jinsi tunavyoweza kufanya kazi kwa pamoja. Eneo jingine tulilolizungumza ni uchumi wa buluu. Um, hakika sekta hii ina utajiri mkubwa katika kukuza uchumi ili kukabiliana na changamoto ya ukosefu wa ajira. Namibia ni moja ya nchi ya mfano barani Afrika inayoelezwa kuwa na matumizi bora ya utawala wa rasilimali za bahari best practice in the utilization and governance of ocean resources. Hivyo nimemweleza Mheshimiwa Rais Nandi na Ndaitwa kwa Tanzania ingependa kupata uzoefu kutoka Namibia katika eneo hilo la matumizi endelevu ya rasilimali za baharini. Lakini kwa upande mwingine, tumezungumzia masuala ya utamaduni na kama mnavyofahamu, lugha ni kiungo muhimu sana cha watu. Lugha zinaunganisha watu vizuri na tulikumbushana kwamba tulitumia Kiswahili wakati wa mapambano ya kutafuta uhuru. Sasa tuendelee kutumia Kiswahili kuunganisha watu wetu katika kuleta uhuru wa uchumi au maendeleo ya kiuchumi. Lakini linalotutia moyo ni kwamba kule Namibia Chuo Kikuu Huria cha Tanzania na chuo kimoja pale Namibia wamekubaliana kuanza A, chuo kinaitwa Tiamf chuo cha Trafant cha Namibia tumekubaliana kuanza, uh, kufundisha Kiswahili kupitia chuo hicho. Kwa hiyo kwa upande mwingine tumekubaliana, uh, kwamba na wenyewe waangalie uwezekano wa kukikuza Kiswahili, kwa sababu kwa sasa hivi Kiswahili kinatumika ndani ya Afrika Mashariki, ndani ya uh, eneo la Kusini mwa Afrika kwenye jumuiya zetu, lakini pia kwenye Umoja wa Afrika na vile vile kimepata kutambuliwa na Umoja wa Mataifa. Kwao ni lugha ambayo hatuna budi kuikuza na kuitumia ipasavyo. Ndugu wanahabari, kwa upande wa kikanda na kimataifa, mbali na kukuza ushirikiano kupitia SADC, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa, tumeangalia eneo ambalo ni muhimu kwetu sote masuala ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu tumeona kwamba maeneo yetu haya tunapata aidha mvua nyingi, tunapata mafuriko au jua kali na tunapata ukame. Kwao tumekubaliana, tume kuangalia, tushirikiane kwenye sekta zitakazotupa usalama wa chakula ndani ya nchi zetu.